Penzi ni maua yenye harufu tamu, ukiyaona yavutia, ya moyoni huleta hamu, lakini chini... Unatembeaje bila kuangalia? Wewe macho yako kwenye pochi tu, uangalii mbele, uangalii kwamba hii ni barabara, kuna magari, kuna vifaa vya moto kibao ambavyo vinatembea huko, una concentrate kwenye pochi tu, kweli? Unatafuta nini? Unataka kujiua au kuwa makini na barabara, hii ni barabara Hello wapendwa, Azepa Cosmetics, sisi tunawaletea bidhaa nzuri za jumla na rejareja. Bidhaa zote unazoziona zot hapo ziko dukani, tunaziuza jumla na rejareja. Kwa hiyo angalia bidhaa unayoitaka andika au screenshot tuonyeshe, alafu tutumie WhatsApp mpoandio, unahitaji bidhaa ipi na ipi?